na afya njema kwa sababu watoto wenu, wajukuu zenu, pamoja na vitukuu vyenu. Makambako, Mwenyekiti pamoja na timu yako yote kwa ajili ya muda, naomba ni nisiwataje moja moja niingie kazini. Nimeomba nije hapa kufafanua kidogo tu kwa sababu muda pia hautoshi juu ya utekelezaji wa no reform no election. No reform no election. Macho

yanatoka kwa wananchi kuna wana wananchi zaidi. Wananchi maana yake ni Watanzania milioni saba, Makambako. Wananchi maana yake ni Watanzania milioni saba, Makambako na yeye, mnatakiwa kuelewa hilo. Kwa sababu kwa sababu ya mamlaka ya la pili. Tanzania ni kati ya nchi nyingi duniani ambayo haina sheria ya kulazimisha mtu kwenda kupiga kura. Wakija sisi, wakija mapolisi hutoa kitandani siku ya tarehe ya kura utawafunga. Kazi yao ni kulinda usalama wako, na kimsingi duniani polisi hatakiwa hata kwenye mkutano huu. Haya ni matukio ya raia sisi, amewasababisha maaskari wanakuja hapa, wanavaa ngozi za tabu, wanavaa vitu vya tabu migongoni, wanakuja kututisha. Duniani kote anawaambia waangalie wanapaswa kukaa mbali huko, wakae mbali kule, kwa sababu matukio ya siasa ndiyo wanasiasa na wananchi wao. Sawa jamani? Hizo ni sheria. Lakini la pili, kama nilivyosema, hakuna mtu ukiamua sitaenda kupiga kura atakaye kuja nyumbani kwako kukuvuta shati au gauni yako, sketi yako, akupeleke kituoni. Wewe ndiyo mamlaka. Ukiamua sitafanya hutafanya, na serikali yetu haina sheria ya kukukamata na kushtaki kwa ajili ya kupiga kutopiga kura. Ziko nchi ishirini tu dunia nzima ambazo zina sheria ya kukulazimisha upige kura. Tanzania haiko katika hizo ishirini. Tumeelewana? ishirini, sisi itatangaza tu, haiwezi kutangaza milioni ishirini. Metoka i imelala kitandani siku ya kura, wakatoka milioni mbili, lau wale milioni mbili wamtangaze rais. Haitawezekana, dunia nzima inaangalia. Ndio maana mkutano huu unatangazwa dunia nzima. Sasa hivi mkutano huu uko live kote duniani, na niwaambie hapa ninakoongea na labda nilete salamu ya watu wanaoitwaaadauwoteuchanguzi wa serikali ya haina njia. Nataka nimwachie mwenyekiti, nataka nimwachie makamu wangu mwenye kiti muda, lakini sema hili la mwisho muhimu sana ambako naamini naamini hapa ninyi ni, ni wa dini mbalimbali. Uongo kweli? Kuna Waislamu, kuna Wakatoliki, kuna Wasabato, kuna Waluteri na dini mbalimbali zingine, lakini pia kuna dini za mila. Uongo kweli? Sasa naomba niwaachie, utungu ni mzito sana. Huwatutambui tukiingia kwenye siasa, tunafikiria siasa, wako watu wanafikiri hapa kina mama ni mna mitaji fulani ambayo Samia amewaahidi uongo kweli? Kuna watu wameahidiwa mamilioni ya ya ya kusaidiwa kwenye Samia jibo eh. uongo kweli?

Charia, bisho, kwa katiba na sheria kurekebishwa, hakuna uchaguzi. Kuandaa katiba mpya, kuandaa sheria mpya hatuhitaji mwaka mzima, hatuhitaji miezi miaka kumi na mbili, tunahitaji. Samia alishasema someni katiba kwa miaka mitatu. Rais wa ajabu sana, aliapa yeye kwa katiba ya nchi, alafu anawambia someni kwanza katiba Ameapa, hajui aliapa nini. Mungu msameheni, Mungu amsamehe, hajui aliapa nini. Saini, wekeni saini yenu, usiondoke hapa bila kusaini ile fomu. Ile fomu ina kazi muhimu, leo sitawaambia, tutarudi tena. Na mimi bahati nzuri, nimeomba kazi yangu iwe ni kutili na No Reform No Election, naomba mweke saini kwenye ile fomu. Utawambia tota siku ikifika kazi ya ile fomu. Mungu awabariki sana, asante sana.